Haya bwana, kwenye umbia wa mtaa leo bwana, tuko na stori moja ambayo ina trend sana kwenye na ku make headline kwenye worldwide huko, hususani katika nchi yetu ya Tanzania, tuko na jambo la ndugu yetu bwana. Wanasema kidile mwali kivika chereko chereko na mwenye lake, mtoto atumi dukani, dada hagizi sokoni, jambo la ndugu yetu Mwijaku mm-hmm. DC wa Instagram. District uh, District Commission. <laughs> wa Insta huko Bwana DC bwana wa Insta, bwana waliona kimya, wa Insta bwana Mwijaku watu waliona wake, eh? Wake kumfungulia mlango wa gari, kumfungulia geti mala kwa mwita ile mfanyakazi wake, inavyosemekana kwamba sasa hivi Mwijaku pamoja na mke wake Alice kama wametengana wame hayuko nyumbani. Yeye mwenyewe amesema hajamwacha wala hajaachana, lakini wametengana, mke wake hayuko nyumbani. Sasa kitu ambacho kinachokipelekea kilichotupa wengi kuamini kwa majua Mwijakuni mtu wa yani, neno lake moja kakaangu yule maneno yake 100 shika lake moja tu 99 mwachie mwenyewe watu wakasema, kiki, kiki, kiki, kiki. Lakini amekuja kushangaza, anajua jana, Januari tarehe tano, kila mwaka huwa Januari anasherehekea kumbukizi yake kuzaliwa, mjaku na amesema kwamba tarehe tano mwezi wa kwanza insha Allah Mwenyezi Mungu akimweka uhai 2026 ataweza kuoa. Tukasema tu anamoa nani anao anao, mtoto wa kaskazini amechanganyika na Tanga, kana kule kule alisikwa ni Moshi. Kwa ile huyo mwanamke wake mwingine anasema kwamba ni mtoto wa kitanga pamoja na huko huko kaskazini mimi navyohisi kama vile ni mke wake yule yule ni kama tu zeshe, mimi binafsi kama Aptad Official, ila wengi wameamini vile wamesema ataoa. Na tukajiuliza kwamba yule dada yetu halisi, shemeji yetu wa dunia, shemeji, mambo mangapi mwijako, tunaambiwa na akili yake kaka yetu yule, muda wote yeye vulu vulu tu vavangu vavangu, kamvumilia mangapi? Au amaondoka baada ya kusikia sekeseke seke, ili kwamba mwanaume mwana wake anaongeza mke wa pili, hajapokea Kolewa sio shida. Shida mapokeo. Je, laba kwenye kupokea? Maana kamvumilia mangapi? Stori ngapi tumezisikia za muujiza kuza kushtua mpaka anasema ila kwangu linginikuta mimi mwenyewe nafumba macho. Lakini mke wake yupo kangaga kabisa. Yaani yuko skingi gigi kabisa. Nganganga ile. Lakini tukajiuliza watu waone ao mambo. Nasikia mwanamke hayupo. Na ninavyosemekana ameacha usia. Ile nyumba anaoishi kwake Kigamboni na anasemaga bilioni moja nukta tano si bilioni mbili nukta tano ni ya mtoto wake Marichui. Ana nyumba nyingine anajenga Mbweni, ni ya mama yake, mama yake anaitwa Bitatu. Na ile Mazda anaendesha, mke wake ni kamnulia mama yake mkwe, yaani mama yake mkwe mmoja, kwa mama yake na Alice. Na ile Benzi ambayo anaitembeleaga yeye sana, mda mwingi unakutoka pia, mke wake akawa anaendeshaga, ni ya mama yake Bitatu, mama yake na mama, mama, mwijako lakini na ile gari ambayo tunaonaga verifier ni alpha di verifier ile, alisema alimwahidi mdogo wake kimaliza chuo atampa ile gari. Anachomiliki e, ni bodaboda. Je, wewe msikilizaji unahisi je, hii ni kiki kwaMwijako kama tulivyomzoea mitandaoni au wewe unahisi ili jambo ni la kweli? Au unahisi kwamba ni mke wake yule yule tu ameamua kwamba ku, kuleta ile kubusi kwa sababu ya ruhusi yake.